Niwaombe ndugu zangu, chonde chonde, tukapambane, tukazingatie pia maelekezo mliopewa na wawezeshaji. Changamoto yoyote share na mtendaji wako wa, wa kata, lakini pia share na mwenzako wa kijiji jirani. Ninaamini sisi kero hatujawahi kufeli, hatujawahi kukwama kwa lolote kwa sababu ya teamwork. Kwa hiyo ni matumaini yangu mtaenda kufanya kazi hii kwa ufanisi mkubwa na kwa ushirikiano mkubwa sana. Ndugu zangu, tusikae na changamoto ambayo wewe unaona huwezi kuitatua, wasiliana na bosi wako wa kata. Hata wakufunzi, nadhani namba zao mtakuwa mmezichukua kwenye kata. Mtendaji wa kata, hakikisha kila siku ile jioni angalau unapita kwa watu wako, hata ule muda wanafanya zoezi, na wewe shirikiana nao, tufanye kazi kwa ushirikiano, lakini hakikisha sasa kwenye kijiji chako, mtendaji wa kijiji, performance ikawe nzuri. Kodi ya jengo, kodi hii awali ilikuwa TRA, lakini kwa sasa imeshushwa, iko halmashauri, kwa maana ya serikali za mitaa, na sisi tunaikusanya kodi hii lakini sasa mfumo ambao tunaofanyia mafunzo sasa hivi, tunataka kodi hii iwe inakusanywa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa mapato ambao unaitwa, unatambulika kama mfumo wa Tausi kwa maana kwamba nyumba zitakuwa zinasajiliwa, yenye umeme kwa maana ya luku, na isiwe na umeme kwa maana ya nyumba ya kawaida ambayo haichajiwi luku, lakini sasa namna ya kukusanya hii kodi, nyumba yenye luku tutaikusanya moja kwa moja kupitia Tanesco, lakini tutachofanya sisi ni kukusanya database ya maana ile nyumba na kuiweka kwenye mfumo na kutuma Tanesco. Kwa hiyo mlipaji atakatwa moja kwa moja, lakini isio na umeme ambao tunaita nan luku, hiyo tutakusanya wenyewe kwa kutoa invoice, kwa maana ya bili ankara ya malipo ambayo ni elfu kumi na nane kwa mwaka wa nyumba ya kawaida ambayo sio ghorofa lakini ikiwa ghorofa kwa sakafu moja ya, ya ghorofa ni elfu tisini. Kwa hiyo itategemeana na idadi za sakafu, kwa hiyo hapo itakuwa ni kuzidisha. Lakini mbali na hivyo, mfumo huu una exemption kwa maana ya waliosamewa kodi katika mfumo huu, ikiwemo taasisi za umma, taasisi za kidini, taasisi zote za kiraia ambazo hazifanyi biashara, lakini vilema na watu wazee wa, wa staafu kuanzia miaka sitini na moja hao wote wamesamewa na kodi. Lakini pia nyumba za udongo za tope na za miti zote zimesamewa katika hii kodi msingi. Katika hii kodi au hapo awali tulikuwa tunaona tunakatwa kwenye ruku, unaponunua ruku unaona umekatwa unaambiwa, wanalipa tena bado madeni, bado madeni. Ule ni mfumo wa Tanesco ambao tayari mwanzo ndio ulikuwa wamepewa majukumu na Tamiseni kukusanya kodi lakini baada ya sisi mwaka wa fedha huu unaoanza wa kuanzia Julai 2025 26, mfumo huo sasa utakupo rasmi. Sisi tumeurekebisha kwa maana ya kukusanya kanzidata takwimu ya nyumba zote, na utaendelea vile vile kwa TANESCO, lakini sasa kwa wale ambao mwanzo walikuwa wanakatwa na, na walisamehewa, hawatokatwa tena, kwa sababu tayari tutawapa watu sahihi, kama ni nyumba za dini, kama ni kilema, kama ni mzee alikuwa anakatwa, basi baada ya Julai, kushakuwa na kanzilata zote, tunazo takwimu maanake, tutawapa takwimu sahihi ambazo hizo takwimu zitakuwa zinakatwa kwa watu sahihi. Mwananchi wanafaika vipi? Mwananchi atanufaika hii asilimia ishirini inayorudi tenda kutengeneza miundombinu kama barabara eh, vituo vya afya eh, naweza kutengeneza kwa maana ya madarasa na vitu kama hivyo ili iweze kuboresha maendeleo kwa